Akizungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika wilaya ya Muleba, meneja wa TRA katika wilaya hiyo amewataka baadhi ya wafanyabiashara wanaofanya biashara za nyumba za kulala wageni kuwasilisha kodi ya kitanda kwa kila mteja ambaye wanampatia huduma. Kwenye hao walipa kodi wetu e, tulibaini pia wana changamoto ya wa, kuwasilisha taarifa ile ambayo tunaiita tozo ile ya kitanda ile inaitwa bed night levy. Taarifa hii inawasilishwa kila mwezi, lakini tumebaini kuna wale ambao walikuwa hawapo katika uo wigo. Sasa kupitia taarifa, uh, kupitia semina hii tumewakumbusha kwamba kuna jambo hilo la kuwasilisha kwamba hii taarifa inawasilishwa kila mwezi eh, na tumekuwa na zile fomu maalum tumewaonyesha, na tumewapatia, na tumefanya mfano kabisa wa namna ya kuzijaza, basi wote wameweza kufanya kile ambacho kinatakiwa, na wako wengine ambao walikuwa tayari wana zile taarifa zao za mwezi wa nane, wameweza kujaza zile fomu zao kabisa, taarifa za tozo ya kitanda kwa mwezi wa nane. Kwa hiyo pia wameweza kufanya hapa hapa. Kwa hiyo pia hilo tumeona kwamba hawa watakuwa ni chachu pia kwa wengine. Kwa kweli tumeweza kujifunza mambo mengi, kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa siyajui kama vile kodi ya kitanda, mm -hmm. Pasijui kwa mara ya kwanza. Ah, naweza kujua taratibu zake kweza kumfaika, lakini meona TRA kwa kweli wasikivu, wasiki, wanatujali, kwa sababu eh, mama ambaye ametuelezea anaweza akamsaidia katika maisha yetu. Tunapaswa kuwa na risiti, kwa sababu kuna baadhi ya wageni ambao wanahitaji kupata risiti na baadhi wengine hawapendi kukiachukua risiti, lakini wapo baadhi wanaotaka wako. Mbali na kuwahimiza wafanyabiashara wanaofanya biashara za kuwalaza wageni, meneja wa TRA katika wilaya ya Muleba amewataka wafanyabiashara katika wilaya hiyo kuhakikisha wanatoa risiti ili kuepuka mkono wa sheria. Benson Eustace. <tune>